Je, umewahi kujiuliza ni nani aliyeandika kitabu kilichobadilisha dunia? Siri kubwa imefichwa ndani ya kurasa hizi. Jiande, safari ya kugundua ukweli ambao haujawahi kusimuliwa. Inaanza sasa. Biblia kwa mabilioni, mwongozo mtakatifu, lakini chini ya mistari inayojulikana kuna siri kubwa. Ni nani hasa aliyeandika? Imani ya kawaida ni ya waandishi walioongozwa na Mungu, lakini elimu ya kisasa inaonyesha asili ngumu zaidi. Biblia haikuandikwa, iliunganishwa kwa zaidi ya miaka elfu na waandishi waliofanya maamuzi ambayo yangebadilisha milele maandishi matakatifu. Kusema Biblia ni kitabu ni kupunguza umuhimu wake sana. Ni maktaba, mkusanyiko wa kazi sitini na sita tofauti: historia, mashairi, sheria, unabii, barua za kibinafsi. Kurasa zake zina hadithi kuu za uumbaji na uharibifu, mashujaa wa na wahalifu, falme zinazoinuka na kuanguka imekuwa msingi wa imani kwa dini tatu kuu za ulimwengu: Uyahudi, Ukristo, Uislamu, kila moja ikichota kutoka kwenye kisima chake kirefu cha hadithi na mafundisho ya maadili. Kwa zaidi ya milenia mbili, ushawishi wake umeenea nje. Sio tu maandishi ya kidini, ni jiwe la msingi la ustaarabu wa Magharibi, nguvu kubwa duniani kote, kitu cha kitamaduni chenye umuhimu usio na kifani. Fikiria ulimwengu tunaishi leo. Sheria zetu, maadili yetu, dhana zetu za haki na rehema Maneno kutoka toleo la King James yameingia kwenye lugha ya Kiingereza: jicho kwa jicho, maandishi ukutani, mbwa mwitu katika mavazi ya kondo. Biblia imehamasisha baadhi ya mafanikio makubwa ya sanaa ya binadamu Sistine Chapel, Messiah ya Handel. pia imehamasisha matendo mengi ya hisani, huruma na mageuzi ya kijamii, lakini urithi wake pia ni wa migogoro na kutoelewana. Aya zilizohamasisha matumaini na ukombozi pia zilitumika kama silaha za ukandamizaji na mgawanyiko. Vita vimepigwa, mataifa yameshinda, ukatili umehalalishwa kwa jina lake. Tafsiri yake imeibua mijadala mikali, mara nyingi ya vurugu, ikigawanya jamii na kuunda tofauti zinazoendelea hadi leo. Biblia ni kitendawili, faraja kubwa na migogoro mikubwa, mwanga wa umoja na kichocheo cha mgawanyiko. Nguvu yake haipo tu katika kile inachosema bali katika jinsi maneno yake yameeleweka, kupotoshwa na kupiganiwa. Kwa hivyo, kuelewa nani aliandika Biblia sio tutatua kitendawili cha kihistoria. Ni kuhusu DNA ya ulimwengu wetu wa kisasa. Tunapochunguza asili yake, tunachunguza asili ya maadili yetu, taasisi zetu, imani zetu za ndani kabisa. Tunafuatilia mawazo yaliyounda mabara na kufafanua maana ya kuwa binadamu kwa mabilioni. Hadithi ya uumbaji wa Biblia ni hadithi ya jinsi ustaarabu ulivyokuja. Ni ya kila mtu. Athari yake ni ya ulimwengu wote na isiyopingika. Ukweli kuhusu nani aliandika Biblia unabaki kuwa moja ya siri za kuvutia na zisizoeleweka katika historia. Kwa vizazi vingi, wasomi wamekuwa wakitafuta vidokezo, wakichunguza mchanga wa Mashariki ya Kati. Uvumbuzi kama vile vitabu vya Bahari ya Chumvi ulitoa mtazamo mzuri sana katika ulimwengu wa Biblia, ukifichua nakala za miaka elfu moja zamani zaidi kuliko zilizojulikana hapo awali. Vilionyesha kuwa Biblia haikuwa kitabu kisichobadilika, bali mkusanyiko wa maandishi uliokuwa ukibadilika. Huu ndio hadithi isiyosimuliwa ya asili yake. Safari itakayobadilisha jinsi unavyoiona Biblia milele. Zamani sana kabla ya neno moja kuandikwa, hadithi za Biblia ziliishi hewani, zikibebwa katika kumbukumbu-kumbu za wahamaji na wachungaji. Hadithi hizi zilikuwa gundi ya kitamaduni iliyoshikilia makabila yaliyotawanyika pamoja. Historia na sheria hazikusomwa, zilisimuliwa na kuimbwa karibu na mioto ya kambi. Mto huu wenye nguvu wa maneno yaliyosemwa ndio ulikuwa mbegu ambazo waandishi wa kwanza wangetumia hatimaye. Kubadilika kutoka neno la mdomo kwenda kwenye maandishi kulikuwa polepole. Pole, alfajiri ya kimapinduzi. Ilianza katika mahakama za wafalme ambapo mtaalamu mpya alijitokeza, mwandishi. Zaidi ya waandishi, walikuwa walinzi wa habari, wahandisi wa historia, Waliopewa jukumu la kuandika mila takatifu za mdomo walikabiliwa na hadithi nyingi zinazokinzana. Kazi yao haikuwa tu kuandika, bali kukusanya na kupatanisha, kuunganisha nyuzi tofauti katika simulizi moja. Mara nyingi hawakuchagua, wakiweka akaunti tofauti kando kando. Haya si makosa, bali ni nyuzi zinazoonekana ambapo vyanzo vya kale viliunganishwa. Ukweli wenye pande nyingi umehifadhiwa katika maandiko. Lakini nini kinatokea wakati maandishi haya yakiangukia mikononi mwa mfalme? Je, Biblia iliandikwa au kwa ajili ya mamlaka? Makabila yalipokuwa ufalme, wafalme walihitaji hadithi ya kuwaunganisha. Waandishi wa kifalme walibadilisha hadithi za kale na kuzifanya kuwa hadithi kuu ya kitaifa, wakielekeza hatima kwa mfalme na Yerusalemu. Wakati wa utawala wa mfalme Yosia, kitabu kilichopotea kilitokea ghafla na kusababisha mapinduzi yaliyomsaidia kuimarisha mamlaka yake. Lakini kama wafalme wangeweza kuandika sheria ya Mungu, ni nini hasa kilikuwa cha kimungu na nini kilikuwa mpango wa kisiasa? Wakati waandishi wa kifalme walikuwa wakifanya kazi ya kuandika hadithi ya utukufu wa taifa, sauti tofauti na hatari zaidi ilianza kutokea kutoka pembezoni mwa jamii. Hii ilikuwa sauti ya nabii. Hawa hawakuwa waaguzi au waganga wa wa kifalme walikuwa wakosoaji wakali wa jamii, washairi wenye msimamo mkali wa jumbe, waliosema waliongea moja kwa moja kwa niaba ya Mungu. Amosi, mchungaji rahisi, Isaya, mtuma shuhuri kutoka Yerusalemu, walisimama kupinga miundo ya mamlaka yenyewe. Walikuwa dhamiri ya taifa, kilio kikali na mara nyingi kisichokubalika cha haki. Katika ulimwengu wa ukosefu wa usawa na ufisadi unaongezeka, manabii waliona upande mbaya wa utajiri na nguvu mpya ya ufalme. Mfalme na wasomi walijenga majumba ya kifahari maskini, walinyonyiwa, mifumo ya sheria iliwapendelea matajiri, ibada za hekaluni zikawa onyesho tupu, wakati hazikuendana na maisha ya haki. Mungu hakuvutiwa na hekalu tukufu au ukoo wa wafalme. Alijali kuhusu haki, rehema, unyenyekevu. Agano halikuwa dhamana ya usalama, bali jukumu takatifu. Ikiwa wafalme na watu walishindwa kutimiza makubaliano yao, hukumu ya Mungu ingeanguka. Maneno ya unabii yalitolewa kwa mdomo katika viwanja vya umma kwenye malango ya hekalu, kwa moto wa kishairi na mamlaka ya kimungu. Yalikuwa yenye nguvu ya kukumbukwa, na yalisambazwa kwa urahisi kati ya watu wa kawaida. Wanafunzi walikusanya maneno ya walimu wao, wakiyaandika kwenye vitabu. Hii ilileta mkondo wa pili wa mapokeo ya maandishi, kwa mvutano na historia rasmi za kifalme. Biblia iliendeleza hoja yenye nguvu ya ndani: hadithi ya ushindi ya wafalme ilipingwa na ukosoaji wa unabii. Kujumuisha vitabu vya unabii ni jambo la kushangaza. Fasihi ya msingi ya taifa mara chache huwa na ukosoaji wa kibinafsi unaoendelea. Maneno ya Amosi, Yeremia, Isaya yalihifadhiwa pamoja na wafalme waliowashutumu. Waumbaji wa Biblia walijua ukweli huishi katika mvutano kati ya mamlaka na upinzani, kati ya hadithi rasmi na saa sauti inayopinga. Kilio cha nabii kilifanya Biblia kuwa zaidi ya chombo cha serikali, ikawawito usio na wakati wa haki ya kijamii. Maneno ya onyo ya manabii yalitokea kweli kwa hofu. Mwaka mia tano themanini na sita kabla ya Kristo, dola kubwa la Babeli liliuvamia na kuuteka ufalme wa Yuda. Walivamia mji mtakatifu wa Yerusalemu, wakalitekeketeza kabisa hekalu la Sulemani, wakamchukua mfalme, waandishi, makuhani na wakuu, wakaenda na uhamishoni mamia ya kilomita mbali huko Babeli. Hili lilikuwa janga kubwa lisiloweza kuelezeka. Haikuwa tu kushindwa kivita, ilikuwa ni mshtuko wa imani. Nyiwa Mungu ulikuwa magofu, kizazi cha Daudi kiko kifungoni, na ahadi za ufalme wa milele zilionekana kama uongo mchungu. Kila kitu walichoamini kilivunjika. Katika majivu ya dunia yao ya zamani, wakiwa wamekusanyika kando ya mito ya Babeli, waandishi na makuhani waliokuwa uhamishoni walikakabiliwa na uamuzi mgumu, waachwe na historia, au watafute njia mpya ya kumwelewa Mungu na kujielewa wao wenyewe. Walichagua kuendelea kuishi. Walianza mradi mkubwa wa waandishi ambao haujawahi kutokea katika historia ya mwanadamu. Walikusanya maandiko waliyoweza kuyaokoa: historia za wafalme, sheria na onyo za manabii. Na wakaanza kazi kubwa ya kuhariri, kukusanya na kupanga upya yote hayo ili kuelewa janga lililotokea. Kama Mungu hakuwa amewaacha, basi wao ndio waliomkosea Mungu. Manabii ambao zamani walionekana kama wapinzani, sasa walionekana kuwa walikuwa sahihi tangu mwanzo. Kipindi hiki cha uhamisho kilikuwa kama tanuru kuu ambako sehemu kubwa ya Agano la Kale tunalolijua leo lilitengenezwa. Waandishi waliunganisha vyanzo mbalimbali kuwa historia moja ndefu. Simulizi hii mpya iliweza kueleza kwa nini janga litokea. Ilikuwa ni adhabu ya Mungu kwa dhambi za taifa, hasa ibada ya sanamu na kushindwa kutii sheria za Musa. Historia iliandikwa upya, siyo tena kama simulizi ya ushindi wa lazima, bali kama mzunguko wa huzuni wa dhambi, adhabu na tumaini dogo la ukombozi. Kazi hii ya uhariri ilibadilisha kabisa imani ya Waisraeli. Hekalu lilipoharibiwa, dini yao haikuweza tena kujikita kwenye mahali pamoja. Ilibidi iwe iwe dini ya kitabu. Maandishi matakatifu yenyewe yakawa kama hekalu jipya, makazi yanayoweza kubebwa. Maumivu ya uhamisho yaliwabadilisha watu wa Israeli kuwa watu wa kitabu na yakabadilisha mkusanyiko wa maandiko ya taifa kuwa maandiko matakatifu ya kuendeleza maisha yao. Biblia tunayoijua leo, mkusanyiko mzuri wa vitabu 66 inatoa hisia ya ukamilifu, kana kwamba haya ndiyo yalikuwa maandishi matakatifu pekee yaliyowahi kuwepo. Lakini huu ni udanganyifu mkubwa. Kwa kila kitabu kilichojumuishwa katika orodha kuu, vingine vingi viliachwa nje, vilipotea kwa mabadiliko ya wakati au vilikandamizwa kimakusudi na viongozi wa kidini. Hivi ndivyo vitabu vilivyopotea vya Biblia, maktaba nzima ya maandishi yaliyosahaulika. Vinatoa taswira ya kupendeza ya ulimwengu tofauti zaidi na wenye machafuko wa imani ya awali. Sio nyaraka zisizojulikana sana. Nyingi zilisomwa sana zikithaminiwa sana na jamii za Kikristo za awali na jamii za Kiyahudi za awali. Kila moja inatoa dirisha la kipekee katika uelewa wao wa Mungu, ulimwengu na nafasi yao ndani yake. Maandishi haya yanajumuisha aina nyingi za mada na mawazo. Injili mbadala Injili ya Tomaso, maono ya kiapokaliptiki kitabu cha Henoko, historia zilizopanuliwa kitabu cha Jubilei. Baadhi yalipotea tu katika machafuko ya historia, vitabu dhaifu vilivyoharibika bila kunakiliwa. Vingine viliacha kupendwa kadiri mawazo ya kitheolojia yalivyobadilika na kuimarika. Mabaraza ya kanisa la awali yalifanya kazi ya kufafanua imani moja sahihi na kuunda orodha ya vitabu ili kuiunga mkono. Vitabu vyenye mawazo yaliyochukuliwa kuwa ya uzushi maarifa ya siri kwa wachache, picha za ajabu za Mungu, viliwekwa kando, viliitwa apokrifa, vilifichwa, hatimaye viliitwa hatari. Ugunduzi kama Nag Hammadi nchini Misri, uvumbuzi mkubwa umekuwa wa kimapinduzi, vinatumika kama sanduku la wakati, vikileta tena mijadala mikali na mihemko ya kiroho inayoshindana. Hakukuwahi kuwa na Ukristo au Uyahudi mmoja tu, badala yake soko lenye kelele la mawazo, harakati mbalimbali zikishindana kufafanua urithi wa Yesu na Torati. Vitabu hivi vilivyopotea ni mwangwi wa sauti zilizoshindwa katika mijadala hiyo, sauti zilizofichwa sasa zikianza kusikika tena baada ya milenia ya ukimya. Miongoni mwa vitabu vilivyopotea vyenye utata mkubwa ni injili za Gnostic, vilivyogunduliwa kwenye mtungi wa udongo huko Misri. Maandishi haya ya kale yalifichua Yesu tofauti kabisa, siyo mkombozi anayeteseka bali kiongozi wa kiroho aliyetoa wokovu kupitia gnosis au maarifa ya siri. Yesu huyu aliwapa hekima yake ya kina wale wa karibu naye ambapo wanawake walikuwa na vyeo vya mamlaka. Katika Injili ya Mariamu, Mariamu Magdalene anaonyeshwa kama mwanafunzi wake mpendwa zaidi, kiongozi aliyewafundisha mitume wa kiume. Mtazamo huu wa Ukristo ulitishia kanisa lililokuwa likichipuka. Injili hizi zilihukumiwa kama uzushi, vitabu vyake vikachomwa na sauti zao zikanyamazishwa. Inatulazimisha kujiuliza: ni nini kingine kilipotea wakati mitazamo hii mbadala ya imani ilipofutwa kutoka katika historia? Karne nyingi baada ya uhamisho kule Babeli, dunia ilikuwa imebadilika tena. Ushindi wa Alexander Mkuu ulikuwa umebadilisha mashariki ya kati ya kale. Haikuwa utamaduni wa Babeli uliotawala. Ilikuwa lugha ya Kigiriki, mawazo ya Kigiriki, falsafa ya Kigiriki. Jumuiya kubwa ya Wayahudi sasa ilisitawi Alexandria, Misri. Alexandria ilikuwa kituo kinachong'aa cha elimu na biashara ya Kigiriki. Kwa kizazi hiki kipya, Kiebrania ilikuwa lugha ya zamani sana. Walizungumza Kigiriki, walifikiri kwa Kigiriki. Walihitaji maandiko yao matakatifu kwa lugha ambayo ingeweza kuzungumza na ulimwengu wao wa kisasa. Uhitaji huu ulizaa Septuagint, tafsiri ya kwanza kabisa ya Kigiriki ya maandiko ya Kiebrania. Hadithi inasimulia kisa cha kimujiza cha uumbaji wake. Ptolemy wa pili alitaka nakala ya sheria za Kiyahudi kwa maktaba yake kubwa ya Alexandria. Aliwaita wazee sabini na wawili wa Kiyahudi, aliwatenga katika vyumba tofauti. Katika onyesho la kushangaza la uongozi wa Kimungu, wote sabini na wawili walitoa tafsiri zinazofanana za Kigiriki. Kihistoria, tafsiri hiyo labda ilikuwa mchakato wa hatua kwa hatua uliofanywa na waandishi wengi kwa karne moja, lakini hadithi inaonyesha jinsi mradi huo ulionekana kuwa umebarikiwa na Mungu tafsiri ilikuwa zaidi ya mabadiliko ya lugha. Ilikuwa tafsiri ya kitamaduni na kitheolojia. Unawezaje kueleza dhana za Kiebrania za kale katika lugha iliyoundwa na Plato na Aristotle? Walipokutana na jina takatifu lisiloweza kutamkwa Yahweh, walifanya uamuzi muhimu: walilibadilisha na Kyrios, neno la Kigiriki la Bwana. Chaguo hilo moja lilikuwa na matokeo makubwa kwa vizazi vilivyofuata, likimfanya Mungu aonekane kuwa wa ulimwengu wote na si wa kikabila tu. Septuagint haikuwa nakala tu, ilikuwa toleo jipya la Biblia. Ikawa maandiko kwa Wayahudi wengi wa ulimwengu kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, na ikawa agano la kale kwa kanisa la Kikristo la kwanza. Waandishi wa agano jipya waliponukuu maandiko ya Kiebrania, karibu kila mara walikuwa wakinukuu tafsiri hii ya Kigiriki, si Kiebrania asilia. Hii ilimaanisha uchaguzi wa maneno na uteuzi wa vitabu uliunda moja kwa moja theolojia ya Kikristo ya kwanza. Septuagint ilijumuisha baadhi ya vitabu vilivyopotea kama vile kitabu cha Henoko, hekima ya Sulemani. Utofauti wake wa kifalsafa pia uliathiri theolojia. Mradi wa tafsiri uliozaliwa kutokana na hitaji la kujumuisha ulikuwa umeunda maandishi ya msingi kwa dini mpya ya ulimwengu. Ukristo ulipoenea sana katika dola ya Roma, ulikuwa ni imani yenye utofauti wa ajabu. Wakati mwingine kulikuwa na kutoelewana kwa fujo, baadhi walikuwa wakifuata injili ya Mathayo. Wengine injili ya Tomaso, wengine walifuata mitume kama Paulo. Mkusanyiko wa maandishi matakatifu ulikuwa unabadilika na ulikuwa na mabishano makali. Bila mamlaka kuu wakikabiliwa na mateso na mizozo ya ndani, viongozi walihisi uhitaji wa haraka wa umoja. Walihitaji kuweka mpaka wazi, kubainisha ni vitabu gani vilikuwa na mamlaka na vipi havikuwa. Enzi ya kuweka vitabu rasmi ilikuwa imeanza. Haikuwa tukio moja bali mjadala mrefu wenye fujo ulioendelea kwa karne nyingi, kupitia barua, mahubiri na mabaraza ya mitaa. Maaskofu na wanatheolojia walibishana kwa shauku. Je, ufunuo ulikuwa unabii wa kweli au ndoto hatari? Je, mchungaji wa Hermas alistahili nafasi pamoja na injili? Vigezo vilijadiliwa: asili ya kitume, kukubalika sana na makanisa makuu, mafundisho yanayolingana na imani kuu. Mijadala hii ilihusu mamlaka na utambulisho. Kwa kudhibiti vitabu rasmi, viongozi wangeweza kudhibiti imani. Injili za Gnostic zenye maarifa yao ya siri na changamoto kwa uongozi ziliondolewa. Vita juu ya vitabu rasmi ilikuwa vita kwa ajili ya roho ya Ukristo. Kila kuingizwa au kutolewa kulikuwa na mkakati wa kuunganisha, kuimarisha mamlaka ya maaskofu, kupinga Roma na mgawanyiko. Biblia ilikuwa ikitumiwa kama silaha kwa ajili ya kuishi, kuweka mipaka. Hii pia kulitokea ndani ya Uyahudi. Baada ya kuharibiwa kwa hekalu mnamo mwaka 70 BK, viongozi wa Kirabi walikabiliwa na mgogoro mkubwa. Kama walivyokuwa uhamishoni Babeli, waliimarisha utambulisho wao kupitia maandishi matakatifu. Kupitia ujenzi wa makubaliano wa muda mrefu, waliweka vitabu rasmi vya Biblia ya Kiebrania. Walipa kipaumbele maandishi ya Kiebrania, wakiondoa kazi nyingi za baadaye za Septuagint ya Kigiriki. Chaguo hilo lilisababisha tofauti muhimu kati ya Biblia ya Kiyahudi na Agano la Kale la Kikristo. Utofauti unaonyesha njia tofauti. Mjadala mrefu na wenye utata kuhusu kanuni za Kikristo ulifikia hatua muhimu katika mwaka wa 367 BK. Mtu aliyekuwa katikati ya wakati huu alikuwa Athanasius, askofu mwenye nguvu na asiyeyumba wa Alexandria. Kwa miongo kadhaa, alikuwa bingwa mkali wa theolojia ya Kiorthodoksi, akipigana dhidi ya mafundisho aliyoyaona kuwa ya uzushi. Kila mwaka kama askofu aliandika barua akitangaza tarehe ya Pasaka, lakini katika barua yake ya thelathini na tisa ya sikukuu Athanasius alifanya jambo lisilokuwa la kawaida. Alitumia fursa hiyo kushughulikia mkanganyiko juu ya maandishi matakatifu mara moja na kwa wote, akitaka kumaliza mjadala kwa tangazo la uhakika. Katika barua hii aliandika vitabu alivyovitambua kama maandiko matakatifu ya pekee na ya kweli. Kwa Agano la Kale kwa kiasi kikubwa alifuata kanuni za Septuagint. lakini kwa Agano Jipya aliweka orodha ya vitabu 27: injili nne, matendo ya mitume, barua za Paulo, nyaraka zingine na hatimaye kitabu cha Ufunuo. Katika hivi pekee aliandika kwa mamlaka isiyoyumba: ndiyo mafundisho ya utawa yanatangazwa, mtu yeyote asiongeze wala asiondoe chochote kutoka humo. Kwa mara ya kwanza tuna orodha ya agano jipya ambayo inafanana kabisa na ile inayopatikana katika Biblia za leo. Orodha ya Athanasius haikukubaliwa mara moja na kwa wote. Mijadala iliendelea kwa muda, hasa katika sehemu za mashariki mwa Himaya. Hata hivyo, ushawishi wa Athanasius ulikuwa mkubwa. Orodha yake ilitoa kiwango wazi na chenye nguvu ambacho viongozi wengine wa kanisa wangeweza kukifuata. Katika miongo michache iliyofuata, mfululizo wa mabaraza ya kanisa ya kikanda yangekutana, kama vile yale ya Hippo na Carthage, yakithibitisha rasmi orodha ya Athanasius na kuipa msaada wa kitaasisi katika milki ya Kirumi ya Magharibi. Wakati huu uliashiria kufungwa kwa mfumo wa kanuni. Mkusanyiko wa vitabu vya kukunjwa ulikuwa ukifungwa hatimaye kwa kitabu kimoja chenye mamlaka, maandiko matakatifu. Ingawa mchakato ulikuwa wa kibinadamu, ukisukumwa na mjadala, siasa na hitaji la utaratibu, matokeo yaliwasilishwa kama kazi ya uongozi wa Mungu. Biblia, kama mkusanyiko uliofafanuliwa na kufungwa, sasa ilikuwa ukweli. Vipande vilivyotawanyika vya imani, vilivyokusanywa na waandishi, vilivyojadiliwa na manabii, na vilivyotafsiriwa kwa ulimwengu mpya, vilikuwa vimekamilisha safari yao ndefu kutoka vitabu vya kukunjwa vilivyotawanyika hadi maandishi matakatifu yaliyoonishwa. Maktaba ilikuwa imekuwa kitabu na athari yake kwa ulimwengu ingekuwa kwa kweli isiyopimika. Mara kanuni ilipokamilika, changamoto ilibadilika kutoka kufafanua biblia hadi kuhifadhi. Kila nakala moja ya maandishi ilibidi iandikwe kwa mkono. Kazi hii kubwa iliangukia kizazi kipya cha waandishi, mara nyingi watawa wanaoishi katika nyumba za watawa za mbali. Waliona kazi yao sio tu kama kazi, bali kama nadhiri takatifu, hata aina ya maombi kwao Chumba cha kuandikia kilikuwa mahali patakatifu. Kitendo cha kuandika chenyewe kilikuwa kitendo cha ibada. Walifanya kazi kimya kimya, siku baada ya siku, wakiwa na mikono iliyochafuliwa na wino, migongo ikiwa imeinama juu ya meza, katika mwanga baridi na hafifu. Kila herufi iliundwa kwa uangalifu mkubwa, kwa sababu waliamini walikuwa wakiandika maneno halisi ya Mungu. Sheria zilikuwa kali sana. Waandishi wa Kiyahudi wa Kimasora walifuata mchakato maarufu mkali mwandishi hakuweza kuandika herufi hata moja kutoka kichwani. Ilibidi angalia nakala kuu na aseme neno kwa sauti kabla ya kuliandika. Wino ulibidi uwe wino maalum weusi. Baada ya ukurasa kumalizika, wangehesabu kila herufi na kila neno ili kulingana na asili. Ikiwa kosa moja tu lilipatikana, karatasi nzima ya ngozi ya ngozi, baada ya masaa ya kazi, mara nyingi iliharibiwa. Hii ilikuwa zaidi ya usahihi, ilikuwa nidhamu ya kiroho. Heshima hiyo ilileta uthabiti wa kushangaza kwa karne nyingi. Wakati vitabu vya Bahari ya Chumvi vilipogunduliwa, wasomi walishangaa kulinganisha Isaya wa karne ya dukeka na maandishi ya kimasora miaka elfu moja baadaye. Licha ya muda mrefu uliopita, maandishi yalikuwa karibu kufanana. Ilishuhudia kujitolea kwa waandishi wengi wasiojulikana ambao waliweka neno hai. Kazi yao ilikuwa vita ya kimya ya upweke dhidi ya wakati na uharibifu. Vifaa walivyotumia papirus na ngozi vilikuwa dhaifu, viliweza kuathiriwa na unyevu, moto na uharibifu wa umri. Kila nakala mpya ilikuwa ushindi upya kwa kizazi kingine. Waandishi hawa hawakuwa waandishi tu, walikuwa walinzi wa urithi, kiungo muhimu katika mnyororo usiokatika kurudi kwenye maneno ya kwanza yaliyoandikwa. Kupitia imani yao tulivu yenye nidhamu, walihakikisha vitabu vitaendelea kuwepo katika karne nyingi ndefu zenye giza wakipitisha hazina walioilinda kwa maisha yao. Biblia haikuhifadhiwa tu kwa wino barkno, mara nyingi ililindwa kwa damu. Katika historia yote, kumiliki au kutafsiri maandiko ilikuwa kosa kubwa sana. Watu kama William Tyndale waliwindwa na kuwawa kwa sababu ya kuthubutu kutafsiri Biblia kwa Kiingereza. Kwa karne nyingi, kitabu hiki kilikuwa kimefungwa kwenye madhabahu, kimeandikwa kwa lugha ambayo makasisi tu walielewa. Lakini uvumbuzi wa mashine ya kuchapisha ulileta mapinduzi ghafla. Watu wa kawaida waliweza kusoma neno la Mungu wenyewe, na hilo liliwasha mageuzi yaliyobadilisha dunia. Kitabu hiki kikawa ishara ya uhuru. Lakini nini hutokea pale maandiko yenye nguvu kama haya yanapotumiwa si kwa imani tu, bali pia kwa ajili ya kuteka na kutawala? Tumeona Biblia ni kitabu kilichoandikwa na binadamu, kama zulia lililosokotwa kwa maelfu ya miaka lakini historia yake inatufundisha jambo moja: hadithi haishi kamwe. Kwa miaka elfu mbili tulidhani tunajua maandiko, kisha uvumbuzi wa bahati nasibu kama vile vitabu vya bahari ya chumvi ulibadilisha kila kitu. Hili linatufanya tujiulize swali lisilotulia. Je, kama bado kuna uvumbuzi mwingine mkubwa huko nje, injili iliyopotea ya zamani kuliko zote tulizonazo? Kitabu kijacho kitakachofunguliwa kinaweza kupinga mila ya milenia mbili. Siri kubwa zaidi inaweza kuwa ile ambayo bado hatujaipata. Swali pekee ni tutaipata lini?